Hello guys, karibuni tena kwenye chaneli yetu pendwa ya Rajabsynic, kama mara kwanza kutizama video hii kwenye YouTube chaneli yetu, basi nakuomba tu subscribe, like, u comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini leo nakwenda kuzungumzia kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kwa yoyote anayekuja inbox, yani kupitia namba yangu ya WhatsApp. Anayekuja naomba afuate utaratibu Utaratibu gani ambao wanasisitiza ufuate huduma eh, zangu ambazo nimeshazisema zinauzwa. Huduma zangu mfano jinsi ya kusoma sms na magemu na setup nyingine muhimu ambazo zinauzwa, utaratibu ni kwamba unafanya malipo, kisha unapatiwa huduma. Sasa unapokuja inbox na wewe kutaka kupanga utaratibu wako si jambo zuri kwenda kwenye biashara mtu kupanga utaratibu wako, umeona? Kwa hiyo kama uwezi utaratibu wa kulipia kupata huduma, ni bora usiripie au sije kabisa inbox, kwa sababu kuna mmoja wetu amekuja inbox eh, anatoa kauli ambazo si nzuri, si nzuri. Hata mtu ukisoma kabisa, unaona kabisa huyu ni mkorofi ama mchokozi, na kwenda kuonyesha message screenshot mwona kuundo hivyo na, na hivyo ndivyo alipotuma, baada ya kumpa utaratibu, kwa sababu kila sehemu ukienda navyojua, kila mtu ana utaratibu wake, na kama ushadhumiwa au umeona hii huduma si sahihi, naenda kwenye ofisi za, nani hizo za nini za laini, makampuni ya laini unaotumia, waombe afuone, kama ni rahisi zoezi fanikiwa utawaelekeza na wenzako, lakini mtu anapotokea anakuelekeza anakuambia uchangie kiasi kidogo tu, unajua ni bora ukataa.